Hello. Hello. Yes, mambo vipi mami? Niko salama kabisa. Habari za leo, umeshindaje? Mimi niko salama e e, Mungu anasaidia, asante sana kweli. Nzula na Okumu hapa, ni ndani ya video Maisha. uh -huh. Tuko ndani ya sizikwi nayo mm -hmm. Ulitutumia ujumbe ukasema kwamba anko alikuonyesha vituko. E, nakwambia eh. E. Hata yaani, sijui nianzia wapi, yaani story ni ndefu kweli. Anzia mwanzo, jamani, ilikuwaje ukajipata unaishi na nkuli yako na ah, mimi yeah. Kwa nimezaliwa kwa bom yenye na wanawake watatu yeah, mm -hmm. Eh, mamangu akiwa mdogo yeah, na mimi ndio mkubwa kwa, kwa mamangu mm. So ilifika mahali kwenda shule ikawa shida yeah, sababu at that time nilikuwa class, nilikuwa class Yeah. Shida ilikuwa ni kwa sababu gani? Shida ilikuwa ni shule mm. So mama angu akaniambia, kwa sababu sasa wakati nilikuwa anataka kuenda shule, au wakubwa wananiambia, aa nini aa mamama wengine wanasema sisiwezi enda shule yeah, kwa sababu aa wengine hawakuenda shule, mi ndaenda shule kama nani? na si ni wadogo, na babako pia alikuwa naridhia si ndio, hivyo. Unajua tu aliyo boma kubwa, sasa pia anasumbuliwa ni nini nini, inabidi amenyamaza tu. So watoto wa mke wa kwanza na mke wa pili hawakusoma? Eh, hawakusoma. Sasa nyinyi pia, uh, mlikuwa mnatakikana kwamba msisome? E, ndio nyote mfanane, sio ndio? Tufanane. So mamangu akaona hivyo, mimi nilikuwa napenda shule sana yeah. So akasema itabidi uenda kwa ndugu yangu usome huko, juu si mbali. Yeah. Ah, mimi nikaenda huko nikasoma hiyo class 4 5. Yeah. Kainge niko naendelea tu vizuri. Halafu <laughs> sasa sa, ikafika mahali. Yeah. Eh, angu yangu hiyo kazi ikaisha. Oh, kazi aliyokuwa anafanya ikaisha. Ikaisha. Na wakati kazi inaisha ulikuwa umefika class ngapi? Hapo nilikuwa class 5. Ulikuwa class 5. Eh. Eh. So, kufikia hapo. Ah, uh, sasa bibi yake sasa wakati mjomba alikuja nyumbani. Yeah. Mm. Ah, bibi yake so, wakaanza kusumbuana na bibi yake. Yeah, so o akahata ikabidi bibi ameenda. Mm. So, wakati bibi alienda, akaniacha na hawa watoto wadogo. Watoto wangapi? Watatu, pamoja na mjomba sasa. Eh. eh, eh? Tukakaakaa hivo, si katika mahali, mjomba hata akawa analeta wanawake kwa nyumba hapo. Ni wakati mke wake ameenda kwao hajarudi. E, ajarudi, analeta tu adharani tu, analeta sasa. Nasema alikuwa analeta usiku uh-huh. e, analeta usiku sasa. Alikuwa ananilazimisha naenda kulala sasa, ilifika hiyo time. Ikifika usiku, ananiambia niende nilale kwa bedroom yake. Uende ulale kwa bedroom ya nani? Ya mjomba. Sasa alafu yeye sasa anatoka kidogo na anakuja na mwanamke sasa, wanalala tu hapo mbele yangu ah. Hebu ngoja, anakuja na wanawake na anana, anafanya mapenzi na wao mbele yako? e, mbele yangu yani, hata niogopya na anataka niangalie vyenye wanafanya, hata mimi sikuwa najua anamaanisha nini. Na wakati huu ulikuwa kama miaka mingapi tuseme, hapo nilikuwa 14? 14 years e. So you knew what they were doing? Kabisa kabisa. Na na nikuulize, mm. kwa nini mjomba alikuwa nakwambia uende ulale kwa bedumu yake Mi sijui kenye alikuwa anamaanisha kwa sababu ye alikuwa anasema tu, wewe uende ulale kwa bedroom yangu tu hivyo. Hiyo nyumba ya yake haikuwa na chumba kingine cha watoto, labda chumba eto, extra. ilikuwa kubwa ilikuwa kubwa, lakini tu alinichagua mimi peke yangu, anasema tu, wewe uende ulale kwa bedroom yangu. Na sasa uwezi, unajua sasa uwezi muuliza kitu juu ni mkali sana. Na the same same be-bedroom anakuja anafanya mapenzi na wanawake kabisa, ukiona. Wewe ukiona nikiona na. Hawa yes, wanawake ambao walikuwa nawaleta hawakuwa na shida kufanya mapenzi na mjomba penye huko tena, hata hawana shida kabisa, yani walikuwa wanachichekesha tu hapo, wanaangushana oh, hapo hadi chini, vitu kama hizo. Sasa wanatoka eh, wana, ta... kitandani, wanadondoka mpaka sakafuni kabisa. Na wewe ulikuwa unalala ama ulikuwa unaangalia? Oh, yeah. Sasa hata kweli utalala aje? Juu unaona wana tu wanapiga makelele hapo. wewe ukiona nikiona na hiki kitendo kilipofanyika mara ya kwanza mm. Did you ask your uncle, uncle, what is this? Yeah. Nini unafanya mbele yangu, ulimuuliza labda? Yeah, nilimuuliza yeah. Ah, kaniambia anaanza kunielezea tu vitu vingine, so, unaona mama yako huko ana nini, maisha inamsumbua. Sasa wewe nani? nini wewe fanye tu enye nakwambia. Sasa na hiyo haihusiani na vile vitendo anakufanyia sasa ninijibu tu hivyo hasa, mimi nikashindwa ni nini. Na wakati huu wote akileta wanawake anafanya na wao mapenzi mbele yako, kuna wakati labda alijaribu kukugusa ama kukudhulumu kimapenzi? Ajawai, ajawai fanye hivyo, ni penye tu alikuwa -analeta wanawake na analala nao mbele yangu. Na ukita wewe, wewe ukitaka kukataa kwa penye wanafanya mapenzi? Ea, ah. Ah. Ea, alikuwa anafanya nini? Eh, alikuwa ananichapa vibaya sana, ananichapa ukikataa, ukikataa ku ananishika na nguvu na anenda ananirusha huko kwa bedroom yake, na anafunga mlango, nao nao wanawake wakiwa ndani e, wakiwa ndani. Sasa a anatulia tu, hawasemi kitu. alikuwa ni ilikuwa ni mwanamke mmoja ama alikuwa analeta wanawake tofauti tofauti? Alikuwa anawabadilisha tu e. E, na kila mwenye anamleta lazima nione venye wanafanya. Sasa mwisho wake ulikuwa vipi? Ulikuja ukatoka katika nyumba ya mjomba ama iliishaje? Ah, so wakati aliendelea hivyo eh, mwishowe bibi yake alirudi eh, uh -huh. So wakati bibi yake alirudi alirudi tukakaa kaa ah, kidogo yeah. ah, nini sasa mamangu akakuwa mgonjwa yeah. Sasa hapo ndio nilitokea. Ulirudi kwenu eh? Alikuwa akinitishia akisema tu nikiambia mtu yoyote atanimaliza. So huko hujawahi ambia hata wazazi wako, hujawahi ambia hata mke wake huku, hujawahi mwambia kabisa Sijaambia mtu yoyote, yani tishia kabisa. in short, for the first time leo ndo unafunguka, ndani ya siziku nayo kabisa. Sasa hii siri vile umeibeba, kwa hiyo ume miaka yote, how have you been feeling carrying all this you know pain and um, everything that has ha happened to you, unasikiaje aje, umekuwa ukisikia aje? Juu inafika mahali na nisumbua, juu wakati tena nilikuja nyumbani yeah. kwa sababu bado nilikuwa nataka kuendelea na masomo tu mm. mm. mm. Mm, sasa bado nikasumbuliwa, mamangu akapona, nikamwambia mama, nataka kuendelea na masomo lakini siwezi enda kwa mjomba tena yeah. Asa, akataka kujua ni nini ilinifukuza kwa mjomba yeah. Yeah. Lakini nikamwambia hapana, siwezi nikarudi huko huko, roho yangu imekataa mm. Ah, tena nikaenda ikabidi, sasa akanitafutia kwa kwa mtoto wa mama mkubwa, sasa ndugu yangu mkubwa yeah, yeah nikaenda huko mm -hmm. so, kakaakaa kidogo nikaendelea nikafika class seven mm. Ke vizuri tu tena akakosa na bibi yake tena eh, eh? Bibi yake tena akaenda mm. Wakati nilikuwa na na huyo ndugu yangu tena alijaribu tena ati afanye na mimi mapenzi tena. Ndugu wa mama mkubwa na yeye akataka kukulazimisha ufanye naye mapenzi sasa, kitu inanisumbua sana eh. mm. ina mm. yeah. Inafika mahali saa hii, hata nimepata mtu kabisa, nataka hata nimpeleke nyumbani nijue kwao ajue kwetu. yeah. mm. Lakini imekuwa kwangu vigumu sana, kwa sababu vituko, yaani naona tu, yaani eh. Unaogopa kuingia kwenye ndoa, naogopa, yaani naogopa nikifikiria tu, pinyango yangu amefanya tena, nimeenda kukaa kwa ndugu yangu ndiyo sasa yeah. mm. Imenitia uoga sana. Lakini ndugu yako na ukoo, hakuna mtu ambaye alikudhulumu kimapenzi, sio? Mm, hakuna hakuna. Lakini kile ambacho ulishuhudia wakifanya ndo kimekufanya unaofia kuingia kwenye ndoa? Inanisumbua e, yani inanisumbua kabisa, yani hata sitaki kuona mwanaume, sababu yani ningekaa hivi ni kama movie sasa naangalia. Na wewe unasema sasa hivi umepata mwanaume ambaye yuko tayari kukuoa, yuko serious, wewe unatamani kumpeleka nyumbani, atoe posa, mm. lakini kutokana na vitendo ulivyoviona, unaogopa kuingia kwenye marriage sana sana yani, naniogopesha kiukweli, hasa hata nimeshindwa nitafanya sababu hiyo kitu haitoki kwa akili kabisa. Every time ukumbuka, nadhani kwamba mumeo atakuwa na hizo tabia kabisa kabisa. so, yani naona ni kama wa, so naona danya, ni, kama ni wale wale tu ndani ya siziki nayo, kikubwa ni kwamba mm. Wewe ungependa tu ushauri tu, aki mnipe tu ushauri kabisa, sababu sijui venye, kwa sababu nakaa nikiona hata nakuwa naongea tu na mwanaume vizuri yeah inafika tu mahali roho yangu inachafuka tu na natoka mara moja. na hujawahi fanya mapenzi na mwanaume yote? Sijawahi kabisa, hiyo kitu inanisumbua sana, yani roho inaniuma. so mpaka leo bado uko bikira? Yani niko tu hivyo kabisa. it's ioke okay, mami, endelea kutegea sizikwi nayo. Nadhani ume- umefika mahali salama na opening up inasaidia kwa sababu umezungumzia, mm, ni vizuri sana umezungumza unaweza kusaidika kabisa. So tegea usikie maoni yetu na usikie maoni mm, ya msikilizaji. You, na kama utakuwa umeridhika ukihisi kwamba unataka mshauri, mm, na saa mm, pia unaweza tuambia Okay, asante kabisa. Sawa, mami, nisaidie tu, inanisumbua. All all right, all right. Inanisumbua, endelea kutegea, sizikuinayo mami. Okay. Sizikuinayo.